Kila siku Baraka aliamka mapema sana. Jua lilikuwa bado halijachomoza vizuri, alijitayarisha kwenda kazini. Kazi yake ilikuwa katika ofisi kubwa mjini Mbeya. Alikuwa mtunza usafi. Baraka alikuwa kijana mdogo mwenye ndoto nyingi. Hakuwahi kulalamika kuhusu kazi yake, alifanya kazi yake kwa moyo wa furaha. Alifika ofisini kabla ya mtu mwingine yeyote. Alisafisha sakafu mpaka zing'ae, alifuta vumbi kwenye meza mpaka ziwe safi kabisa. Baraka alijivunia kazi yake. Alijua kwamba ofisi safi ni muhimu kwa kila mtu. Baraka alikuwa mchapakazi sana, hakupoteza muda. Alifanya kazi kwa malengo, aliwasalimu watu wote kwa tabasamu. Wafanyakazi wenzake waliona bidii yake, waliona kujituma kwake. Baadhi ya watu wa dharau watunza usafi, lakini si wafanyakazi wenzake na Baraka walithamini juhudi zake, walimwona kama mtu muhimu katika timu. Baraka alikuwa tayari kusaidia kila wakati, hakuwahi kulalamika alikuwa mtu mwema. Bosi wa Baraka, Bwana Mtega, alikuwa mtu mkarimu pia. Alikuwa mfanyabiashara mwerevu. Aligundua bidii ya Baraka, aliona mtazamo wake mzuri. Bwana Mtega alivutiwa. Alijua kwamba Baraka alikuwa mtu wa thamani. Siku moja, Bwana Mtega alimwita Baraka ofisini kwake. Baraka alikuwa na wasiwasi. Hakujua ni kwa nini bosi wake alitaka kumwona. Alitumai hajafanya kosa lolote. Baraka alikuwa mtiifu kila wakati. Aliwaheshimu wakubwa wake. Baraka, Bwana Mtega alianza, nimekuwa nikikufuatilia. Moyo wa Baraka ulishtuka. Wewe ni mchapakazi, Bwana Mtega aliendelea. Unawahi kazini kila wakati. Una heshima na uko tayari kusaidia kila wakati. Bwana Mtega alisita, nina pendekezo kwako, alisema. Kuna nafasi wazi ofisini kwa karani. Naamini una sifa za kujaza nafasi hiyo. Baraka alishindwa kusema, hili lilikuwa jambo lisilotarajiwa. Baraka alianza kazi yake mpya wiki iliyofuata. Alifunzwa na karani mwandamizi. Alijifunza haraka. Alikuwa na hamu ya kufanya vizuri. Alitaka kujithibitisha kuwa anastahili fursa hiyo. Hakuwa akisafisha sakafu tena. Sasa alikuwa akifanya kazi na namba. Alikuwa akishughulikia nyaraka muhimu. Baraka alikuwa akipanda ngazi. Alikuwa na mustakabali mzuri mbele yake. Hadithi ya Baraka ilisambaa katika kampuni nzima. Alikuwa mfano wa kuigwa. Alionyesha kwamba bidii hulipa. Alithibitisha kwamba mtu yeyote anaweza kuinuka kutoka katika hali yake ngumu. Maisha ya Baraka yalikuwa yamebadilika, lakini alibaki mnyenyekevu. Bado alikuwa yule kijana mchapakazi. Alikuwa mfano kwa vijana. Alikuwa ushahidi kwamba kila kitu kinawezekana.